Vyakula vinavyoenda kusaidia kupunguza uvimbe kwenye kizazi. Uvimbe kwenye kizazi ambao unafahamika kwa jina la fibroid au mayoma, hasa unakuwa kwa influence za hormone kama estrogen na progesterone. Kwa hiyo kuna baadhi ya vyakula unavyokula vinaenda kusaidia kudhibiti kiwango cha hormone na hivyo kusaidia uvimbe kupungua na kuyeyuka taratibu. Baadhi ya vyakula hivi ni pamoja na mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi. Hapa kuna spinach, kuna mchicha, kuna broccoli pamoja na cabbage. Lakini vile vile, matunda yenye kiwango cha juu cha antioxidant. Antioxidant inaenda kusaidia kuimarisha kinga ya mwili, lakini vile vile inaenda kusaidia kwenye swala zima la homoni. Kwa hiyo sasa vyakula vyenye antioxidant kama berries, ambapo hapa kuna aina nyingi za beri zikiwepo strawberry, machungwa, nanasi. Unatakiwa kula kwa wingi, inaenda kusaidia kupunguza uvimbe kwenye kizazi. Lakini vyakula vingine ni pamoja na vyakula vyenye nyuzinyuzi au vyenye fibers. kama maharage, mbegu za maboga, lakini maembe na vyakula vingine vyenye nyuzinyuzi kwa wingi, ni muhimu sana kwa mtu ambaye anataka amalize uvimbe. Samaki wenye omega 3, aidha wenye mafuta mengi, hapa nazungumzia salmon pamoja na sato, mmoja ya samaki ambao wanaweza wakasaidia sana kupunguza uvimbe, kwa sababu omega 3 moja kwa moja inasaidia kupunguza uvimbe pamoja na kurekebisha homoni. Lakini kundi la mwisho ni tangawizi na manjano. Tangawizi na manjano vile vile vina mchango mkubwa kwenye homoni lakini vile vile kwenye kupunguza uvimbe. Kwa hivyo vyakula kama hivi unatakiwa ule kwa wingi sana, ili uvimbe uendelee kunywa taratibu, usiendelee kukua. Kumbuka vyakula hivi, licha ya kwamba sio tiba ya moja kwa moja, ila vitakusaidia sana, hasa unavyotumia ukiwa na uvimbe. Lakini kuna baadhi ya vyakula ambavyo nitakwambia ni usile kabisa unavyokuwa kwenye uvimbe, na vyakula hivyo tutajifunza kwenye somo lijalo. Kwa hiyo sasa unaweza ukasubscribe, ukatufollow, ukalike, ili sasa uwe unapata mafunzo mengine yatakayofuata. Asante sana, nikutakie wakati mwema.